Kama itabadilishwa sisi kama watu wa Simba tuko tayari sawa, kucheza tena mechi. Sisi tarehe yetu ni ile ile, tarehe iliyopangwa tarehe kumi na tano ndio tarehe hiyo hiyo. Lakini swala la kubadilishwa labda litokee tatizo nyingine tofauti na hili la Yanga kwamba ibadilishwe tu kwa sababu Yanga wao hawataki. Uh, uh, hicho kitu hakipo wa hakuna ligi ya hivyo yani kwamba Yanga ndio awe na makucha ya kuendesha ligi anavyotaka yeye. Hilo swala hata Simba hatuko tayari yani, hatuko tayari kabisa Yani, naomba mi nitaacha kabisa na masuala ya Simba, yani viongozi kama watakubali, mm, yani wakubaliane eti kwamba sawa. Watu nawaheshimu viongozi wetu, lakini kwa hili wakikubali, eti kwamba eti mechi yailisho kwa sababu ya matakwa ya Yanga haijasikilizwa, hilo swala hata sisi hatuko tayari. Mimi kama jibisi na nne siko tayari. Ni afadhali nikaachana kabisa na masuala. Mechi ya kwanza ndio sababu ya tarehe kubadilishwa. Kwa nini sasa hivi kwa upande wa wenzenu kwenu iwe ngumu kukubali tarehe nyingine kwa mtazamo wa kawaida mm, mechi zote zinaelishwa kwa mtazamo wa kawaida. Wewe unaweza ukasema kwamba Simba ndio chanzo. Angalia chanzo, dalili ya mvua ni mawingu. Aliosababisha imvua inyeshe nani? Mawingu alikuwa nani? Umeelewa mm? kanuni ya kumi na tano ibara ya kumi na ngapi, ibara arobaini na tano inasemaje? Kanuni ya kumi na saba ibara ya arobaini na tano tuambie. Timgeni lazima ikafanya mazoezi. Kwa nini Yanga amzuie Simba asiende kufanya mazoezi? Ndio chanzo cha matatizo yote. Simba sasa akawa anataka sawa, hawa watu waliomzuia Simba pale ni nani? Ikiwa kanuni inafahamika kama amjafatilia, hivi umetoka haraka kwa umma, hajapelekewa tiekuevu barua rasmi kwamba sisi hatuji uwanjani, ila wasipofatiliwa hawa sisi akutoleka timu siumanalewa Tf f wakasema saa nne mechi ipo simba tuko tuko kimya watu wanaendelea na maandalizi saa saba mechi inaahirishwa wanaahirisha. wao Nailishu wao yanga ndo laanzisha chokochoko za kuahirishwa kwa wa mechi wao sio simba umeelewa yeah, yeah, yeah. msimu wa ishirini na moja ishirini na mbili nani aligoma kwenda kucheza mechi imebadilishwa Ime kutoka saa kumi na moja mpaka saa moja masaa mawili lakini walikataa kuja kucheza mechi wakaja muda ule ule saa kumi na moja wakafanya mazoezi wakaondoka. Simba amekuja muda husika, mechi kawa imefanya nini, aieleka imeahirishwa au imefanya nini? Tunashangaa tunaambua mechi hakuna sheria pale. Simba ndo atakuwa apewe pointi tatu ile mechi, Simba ndo kama angeenda kasi ile mechi alikuwa anapewa pointi tatu. Marefari walikuwepo kila kitu kilikuwepo, isipokuwa watu wakuingia kwenye pichi na, na filimbi zikapulizwa kumaliza mpira, lakini simba tulikuwa tukaacha. Umeona bwana, mechi kaja ikarudiwa, wakatufunga, lakini leha fea lakini kwa hii simba wala hana kosa lolote. Simba akupeleka timu kwa sababu mechi imeahirishwa imepangiwa tena tarehe tarehe kumi na tano, na wameenda kasi yangu, mm, wameenda kasi wamefukuzwa, wameambiwa nendeni kwenye chama chenu cha mpira kachezeni, mechi imepangwa tarehe tarehe hiyo, wanaigomea umeelewa? Kwa hiyo hapa wanachokimbia ni tarehe. kwa nini tarehe? Umeelewa? Mm. wanaikimbia tarehe ah si shirikina. Washachungulia hii mechi umeelewa? mm. Ah, haya wameshachungulia. Simba kinyota arobaini na moja arobaini na moja ukijumlisha kumi na tano unapata ngapi? hamsini na sita hamsini na sita anagawanyika sita kwa mbili, umeelewa? Okay. Lakini wao Yanga nyota yao ni arobaini arobaini ukijumlisha na kumi na tano unapata arobaini na tano hamsini na tano, hamsini na tano. hamsini na tano haigawanyiki kwa mbili hawa, ah, wanakimbia tarehe ya mechi. Inaonekana kama Simba na Yanga mnaiendesha bodi ya ligi Yani nyie mko juu ya bodi ya ligi kwa hiki ambacho kinaendelea. Sisi tungekuwa tunaiendesha, tusingesikiliza wanachokitaka bodi ya ligi. Kila tarehe wanayopanga sisi tunaenda, umeelewa mm? Sema yanga ndio wanaoiendesha bodi ya ligi, na kama bodi ya ligi itakubali kuendeshwa na yanga, maana yake hapa kimsimamo sasa kutakuwa kuna ligi, umeelewa mm? Ligi maana yake hapa kutakuwa hakuna ligi, yani ligi itakuwa inaendeshwa na timu moja. Sasa hizi kumi na tano zilizobaki utakuwa na mpira wa aina gani? Kwa hiyo itakuwa ni hatari, yani mpira unazidi kudidimia. Yani Simba kazi yake ni kuifanya ligi iende juu, umeneelewa mm. Simba kazi yake kuifanya ligi iende juu. Ligi tumeitoa ilikuwa ya 80 na sui tisini sui mia, tumeileta mpaka imeingia kwenye kumi bora, umeneelewa mpaka mm. Sasa hivi ligi inazungumza ni ya tano au ya sita, umeneelewa mm. Kwa sababu ya Simba kutokana na mazuri tunayoyafanya tukiwa tu katika mashindano ya Kafu. Leo mtu mmoja, yeye kazi yake kuibomoa bomoa tu ligi yaani, akiamua ya sasa hivi kwa mfano ndio TFF sasa na bodi ya ligi wakubaliane na matakwa wanayotaka Yanga. mm. Eh, bodi ya ligi vunjwe, eh sijui kutolewa, oh, kamati okay. sio aondoke, sio afanye nini eh, hivi kutakuwa na ligi kwa hiyo prison na JKT Tanzania naye akiamua, kwa hiyo bodi ya ligi itakuwa inavunjwa tu kila siku Simba ni akiona yeye mambo magumu ngo tufanye nini hapa tugome. Tunataka kitu fulani sio atumtaki. Sasa hiyo itakuwa na nini? Katika watu, una watoto 16 mm. mtoto moja, nagoma, mwachi, wale, <laughs> mm. mmoja anagoma kula mwache wale na njaa. Umeelewa, mwache afe. 15 wapone. Umeelewa? Sasa wewe timu moja tu huu mpira wa kizamani wanaoleta ho oh, bila Yanga ligi hakuna au oh, bila Simba ligi hakuna, hakuna hakuna mpira huo. Juventus mm. na Inter Milan walipanga matokeo. Haya sindo kubwa mpira wa Italia silia. Sindo alikuwa wa moto. Juventus ya moto kina Zidane, kina nani, kina Gattuso, sio kina nani? Hakushushwa daje? Inter Milan ya kunyang'anywa pointi 18 si 10 na ngapi 16. Misimu miwili mfululizo. Liverpool miaka 1989 hakufungiwa. Asiye za UEFA. Sasa nani? Yanga nani? kanyang'anywa pointi tatu mm. Zamb, lani, Tipi Mazembe Mazembe akunyanganywa ubingwa na Isibita. Okay, Tipi Mazembe ak, alimfunga Simba akaenda yeye kwenye hatua nini, kwenye hatua inayofuata lage akakata rufaa tukiwa akiwa ak, ak, ak, kama nini rais wa Simba Tipi Mazembe akunyanganywa alikuwa ndio timu namba mbili kwa, kwa vikombe vingi barani Afrika alikuwa mtoto wa kafu akunyanganywa matokeo na Kafu. Simba tukaenda sisi tukaenda kucheza na experience ni Tunis, ikachezwa neutral ground Misri, tukafungwa moja bila. Sasa yanga nani inawezekana, Simba, uh, li, na yanga inawezekana kutakuwepo, na ligi ikasonga mbele, ligi inachezwa kwa nini sichezwe? Mtibwa sikashuka daraja um, si ndio timu pekee ilikuwa haijawahi kushuka daraja? akushuka daraja, kashuka si huyu amerudi sasa hivi mbea sita kuchuka daraja. Tunapotaka kujenga mpira wa Tanzania tusiziangalie Simba na Yanga. Halafu nilishazungumza if we want to develop our football in Tanzania of Tanzania regardless Simba na Yanga wanafanya nini na hizi Simba na Yanga, kama tunahitaji maendeleo hivi vilabu. First of all tuondokane na masuala ya dabi, yaani matokeo ya dabi yasije yakaathiri. Yaani kikubwa hapa mtu anaogopa kufungwa Yaani, mtu akienda akichungulia tu kimeumana kime tayari mechi hataki, ina maana mm -hmm, timu zinaendeshwa kishirikina zaidi. Haibu wow, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ameipanga, wewe ujui, hakuna mwanadamu yote anayejua, unaenda wow, kuwafuata majini. Yaani ukichungulia tu ngoma tatu bila hii, hata mtu atafuta sababu. Kwani mechi ndo mara ya kwanza kualishwa? Yanga shakata mechi Afrika Mashariki na Kati gari limepaki keko kikeko, si tumekaa uwanja wa Taifa, gari limepaki keko Yanga akuleta timu kisa anaogopa, alishachungulia asaona chuma tano, hata ile tano bila Yanga alichunguliao kidogo, ile mechi ya ilisho mara, wazee wameanza, tunaweka kofia pembeni, mara si ukipeleka timu mwenyekiti anamwambia mchunga asipeleke timu, mchunga akaipeleka timu hivyo hivyo, wakachezea chuma tano, wakamfukuza kweli mchunga. Simba naye alishawahi kukimbia pale chuma mbili bila Simba naye nduki akurudi anajua kuna sita safani. Sasa hizi kacha hizi ndizo zinazoharibu Simba na Yanga, maendeleo yatakuwa hakuna. Sasa hivi FIFA kafu wanajua tarehe ya mechi ni tarehe kumi na ngapi? kumi na tano, na hii mechi ilishawahi kuailishwa, kwa hiyo imepangwa tarehe kumi na tano na taarifa walipeleka wenye Yanga kule. Kwa hiyo tarehe kumi na tano, viongozi wote wa mpira duniani wanajua kuna dabi inachezwa Tanzania halafu yeah? Mm. Leo unaambiwa tena mechi imeahirishwa tena, hivi wale wanatuchukuliaje? Alafu sasa Simba namba tano barani ya Afrika na ndio timu imeweka historia duniani mpaka rais wa CAF anakuambia this is a magic team. Hii ni timu ya ajabu, timu ambayo kikosi chake kina gharama ndogo kuliko timu zote kumi katika renk ya CAF.